Jambo lingine naomba niwapongeze, ukaguzi ulopita mmepata hati nzuri. Ngorongoro sasa imekuwa na mwendelezo mzuri. Sasa huo mwendelezo tusi tusiuache, tuendelee nao, lakini ni waombe tunavyozalisha hoja tuwe na uwezo wa kuzifuta mapema ili wenzetu wakaguzi wasikague na wanaporidhika na majibu tunayowapa waweze kufuta. Ninyi mmefanya, mlikuwa na hoja nyingi lakini mmeweza kutoa majibu ya ufafanuzi na mmebakiwa na hoja nadhani tisa, mmebakiwa na hoja tisa, single digit. Lakini hoja hizo manake kuna hoja ziko nne, ziko mbili za ukamilishaji wa miradi hizo, hatuna namna. Hizi hoja mbili za ukamilishaji wa miradi lazima tuzifanyie kazi tuweze kufuta, lakini kuna hoja mbili, hoja tatu, hoja tatu zinazohusu maswala ya ukusanyaji wa mapato ya ndani, na zenyewe lazima tuzitolee ufafanuzi, tupate majibu, watufutie hoja za msingi ambazo ziko hapa. Kulikuwa na hoja tisa lakini hoja mbili hazihusu sana halmashauri, tunategemea TAMISEMI wafanyie kazi ili tupate fedha miradi kamiliki. Kwa miaka zaidi ya mitatu tumekuwa tukifanya vizuri kwenye hati safi, na kubwa zaidi ambalo nashukuru kwamba kwa mwaka huu kwa tumekuwa na hoja chache sana, ni kwa mara ya kwanza. Kwa mwaka 2021, tulikuwa na hoja zaidi ya 60 mara 48 mara 30 mpaka mara tumefikia hoja 16. Kwa niaba ya CAG napenda ku, kuipongeza halmashauri yako mheshimiwa kwa ku, kwa kuweka uwiano uwiano mzuri, kwa sababu halmashauri nyingi au taasisi nyingi zinafurahi zikipata hati inayoridhisha. Nyinyi mnaita hati safi, lakini wanasahau kwamba wana hoja za ukaguzi. Utendaji huwa ni hoja, sio hati. Ni picha tu ya halmashauri au taasisi, lakini utendaji huu kwenye hoja ndio utendaji wenyewe. Lakini halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro imebalance imejitahidi kujibu hoja kwa ufanisi na umekuwa na hoja chache zingine nyingi za kimfumo na zao ni chache. Leo tulikuwa tunajadili hoja za CAG kama mlivyosikia, halmashauri tumeweza kupata hati safi, lakini kimkoa ni halmashauri pekee ambayo tumekuwa na hoja chache zaidi kwa mwaka huu wa fedha ambao tulikuwa tunakaguliwa. Siri ya mafanikio haya ni usimamizi na kutekeleza maelekezo na maagizo ya Mkoa pamoja na maagizo ya mkaguzi wa hesabu za serikali kuyafanyia kazi, lakini pia na kujizuia sisi wenyewe kwa yale ambayo tungeweza kuyafanya na kuyakaleta hoja kama ubadhirifu, ufisadi lakini na uzembe. Yote hayo tumeyadhibiti, na ushirikiano kati yetu na wataalamu wote wa mkoa pamoja na wakaguzi. Kwa majina, naitwa Mheshimiwa Filipo Moloi diwani, kata ya Kirangi. Halmashauri yetu takribani kwa miaka mitatu tumekuwa tukipata hati safi na hii ni mafanikio kwa sababu ya, ya ushirikiano ambao tumekuwa tukiufanya tuki kati ya wataalamu na waheshimiwa madiwani kwa umoja wetu. Imetusababishia kuwa na umoja ambao tumeendesha halmashauri yetu kwa, kwa weledi lakini tukafanikiwa kuwa na hati safi karibu mfululizo wa miaka karibu mitatu. Kwa majina, naitwa Nairoshi Paulo, ni diwani viti maalum tarafa ya Loliondo. Leo tumekuwa na baraza la kusikiliza hoja za mkaguzi mkuu. Tunashukuru tumepata hati safi kutokana na utendaji kazi mzuri wa madiwani. Tuna madiwani wanaojielewa hivi, imetusaidia kupata hati safi pamoja na kushirikiana na CMT.